Unaona, mti huu, mti huu unaitwa mweza. Mti huu unaitwa mweza, umweza ndo mti huu. Angalia hapa, wenzangu wameshachukua magamba kama yote, wamechukua magome. Watu hawalali, watu wanajua dawa, wameshachukua magome hapa tayari, wameenda kutumia katika shughuli zao. Unaitwa mweza. Hapa mikosi, sijui nani kakutumia mikosi, kakufunga kakufungia kaburini, kakufungia sijui kwenye chupa, kakufungia kwenye kichuguu kilichokufa. Hii ndiyo kiboko, utafunguka kama vile hujawahi kufungwa. Hii inaitwa mweza, jamani, katika lugha yetu. Sijui nyinyi mnaitwaje? Angalia mtindo wa majani yake, jinsi ilivyokaa. Angalia majani yake, uweze, haya majani umpembeni yanachoma kama vile yanamiba kama vile wembe ni makali. Ukifanya hivi, asijui kama ulishawahi kuona mti huu, ambapo utatumia magome hayo, utachukua magome mm-hmm. au mizizi, inategemea unataka shughuli gani. Kama unataka mizizi, unaweza ukachukua ukaoga, lakini pia huu mti unabatilisha uchawi. Kuchukua magome yake ukanywa, wachawi wataanza kukuita mchawi. Yani wao ndo walikufanyia uchawi, lakini wataanza kukuita mchawi. Inatokeaga hiyo, wanajiuliza huyu katokaje kwenye ule mtego, kajichomoaje? Wanaanza kusema huyu mtu ni mchawi, wanaanza kukupakazia mtaani kwamba wewe ni mchawi, kumbe wao ndio wachawi. Wanashangaa kwa nini umeweza kumaliza uchawi wao. Utazame vizuri Naitwa mweza huu, yani kama jina linavyosema mweza. Kwa sisi kilugha chetu yani, yani msafi yani, umeshakuwa msafi, giza lote limetoka, umejisafisha.